Habari mbaya kwa wadau na watu wanaofuatilia burudani hapa nchini Tanzania ni kwamba msanii na mtayarishaji wa muziki wa Singeli DJ Mushizo Tawaua amepata changamoto ya ajali ya moto jioni ya uh, Juni 12, 2025 akiwa maeneo ya studio kwake Tabata Dar es Salaam. Sasa hii inakuja mara baada ya kupitia katika ukurasa wake wa Instagram na kukutana na posti ambayo amechapisha picha zake ambazo zinamwonyesha akiwa katika hali mbaya ambapo inaonyesha kabisa ngozi yake imeathiriwa vibaya na moto na ameandika caption ambayo inaeleza kuwa nimepata ajali ya moto jioni ya leo, baada ya ninapoishi kushika moto na mimi nilikuwa ndani ya nyumba, na mshukuru Mungu nipo hospitali nao unaendelea na matibabu. Maombi yenu ndugu zangu muhimu sana. Sasa wengi wameonekana kushangazwa na tukio hilo, lakini pia wengi wameonekana e, kuumizwa ama kuguswa kwa namna moja ama nyingine, manyingine na tukio hilo, kwa sababu imekuja ni ghafla na, e, utakumbuka kwamba Mushizo alikuwa na programu yake ya shows katika maeneo mbalimbali, lakini baada ya kukamilika huko basi tunaona e, mengine anaibuka kwa kuonekana kwamba anapata matatizo au tatizo la kupatwa na majanga ya moto. Mastaa kibao kutokea Tanzania wameonekana kuguswa na tukio hilo ambapo wengi wameonyesha katika uwanja wa comments kwamba wame u guswa kwa kiasi kikubwa sana na tukio hilo la Mushizo kupatwa na majanga ya moto. Miongoni mwa master hao ni pamoja na mauasama ambaye yeye ameandika kwamba see pole sana jamani, lakini pia Dayo TZ ameandika kwamba pole sana mzee DJ LB, lakini pia eh, Dola moja, kati ya wachekeshaji hapa Tanzania, bila kumsahau eh, Privadinho, lakini D Voice mwenyewe, Young Lunya, Binas pia aliandika kwamba pole sana Mwamba, Mwenyezi Mungu akupe awafu. Sasa ya hii inakuja, lakini kwa Watanzania wengi wanaonekana kuguswa na kubwa ni kumwombea ili aweze kupata ahueni, na hilo linathibitishwa zaidi pia kufuatia ndugu wa karibu zaidi wa DJ Mushizo ambaye yeye alithibitisha kutokea kwa majanga hayo, ambapo huyu anaitwa Omari Kilu, ambaye ni baba mdogo wa DJ Mushizo, ambaye yeye ameelezea kuwa bado chanzo cha moto hakijajulikana, japo hali ya DJ Mushizo hivi sasa si mbaya sana, ikiwa amefikishwa hospitali ya Amana na anaendelea kupatiwa matibabu. Kwa hiyo ya Watanzania wote mnaombwa kuendelea kumwombea ili aweze kukaa sawa na hali yake iweze kuwa nzuri ili aweze kuendeleza uh, kazi zake za sanaa na mambo kama hayo. Hii ni Orange Media TZ. mimi naitwa Mr. Vibe. Tafadhali kumbuka kubonyeza neno subscribe, kulike na kushare katika maeneo mbalimbali, ili kuweza kufikisha taarifa maeneo yote. Asante.